Yes, mambo vipi? Niko na stori ya washikaji ambao wao ni watayarishaji wa movies kutokea hapa Tanzania lakini pia wameweza kui, e, kuipeperusha bendera vizuri kabisa ya Tanzania katika kule nchi ya e, Nigeria. Sasa mshikaji anafahamika kwa jina la Kefa Hussein Igilo pamoja na Jerryson Onasaa. Pia wameweza kuipeperusha vyema kabisa bendera ya taifa e, mara baada ya kuweza kushinda tuzo kubwa katika hafla ya 11 ya, ya utoaji tuzo wa African Magic Viewers Choice Awards, yani AMVCA, ambayo ambayo iliweza kufanyika huko Lagos, Nigeria. Sasa, kazi ya pia eh, ya kipekee au uh, milele pia eh, tamthilia ya maisha ya uhalisia kabisa reality series, ambayo pia iliweza kudhaminiwa na Showmax ambayo imeibua mshindi eh, katika kipengele cha tamthilia bora ya uhalisia barani Afrika best unscripted series, ikiwa, eh, ikiwa piku washindani wengine wanne kutokea kule nchini Nigeria. Sasa tuzo hiyo pia ya heshima iliyotolewa na Bifah, eh, Bifahmeda Kasim Sultan mkurugenzi mtendaji group la eh, wa DStv Media Sales pamoja na Dr. Eno Udoma. E, Ema Udoma mkurugenzi wa masuala ya mahusiano ya kampuni ya IDF. Sasa akizungumza mara baada ya kuweza kupokea tuzo hiyo, Kefa Igilo alisema kwamba hii tuzo e, wa Tanzania wote tunatoa shukrani za dhati kabisa e, kwa Multichoice Tanzania kwa kuamini uwezo wetu na pia e, kwa shirika la utangazaji Tanzania kwa ushirikiano wao wa karibu e, na kuweza pia, tunatambua na kuunga mkono jitihada kubwa za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuinua tasnia ya filamu e, e, nchini. Ushindi huu ni ushahidi kwa Tanzania pia e, inaweza. Sasa tuzo za M AMVCA pia ni miongoni mwa tuzo kubwa na za heshima zaidi barani Afrika katika sekta ya filamu na runinga, lakini pia zikiweza kufanya kazi kwa namna tofauti tofauti na ubora wao. Pia washikaji umeweza kuonyesha kwamba wana kipi cha kujifunza watu wengine ambao pia walikuwa wananyang'anyia tuzo hizo, lakini pia wameweza kuwashinda baadhi ya watu kutokea kule nchini Nigeria ambao pia nao walikuwa katika kinyang'anyiro hicho. Sasa washikaji hao kutokea Tanzania wameweza kushinda na kurudi na kijiti hicho au tuzo hiyo e, bana nyumbani. Sisi kama Sawa sawa digital tuko hapa kupa updates, lakini pia taarifa nyingi zaidi ambazo zinakuwa zinatokea. Endelea kutufuatilia tunakuambia, take love for this.